Leo natangaza rasmi kuanza ili zoezi la kusikiliza kero za wananchi. Lakini nyie lazima mjipigie makofi kwamba mkuu wa mkoa anaweka rekodi ya kuanza na bodaboda na bajaji. Usikilizaji wa kero ni kuzisikiliza na kuzipatia majawabu. E, uongozi manayake uwe tayari kumsikiliza mwananchi na kuitatua hiyo kero, na kama iko juu ya uwezo wako ipeleke mamlaka husika ipate majawabu. Tumeshakubaliana na wakuu wa wilaya kipaumbele chetu cha kwanza ni kuwasikiliza wananchi, hata kama umeenda kukagua mradi wa maji Kabla ujakagua waambie hapa mna shida yoyote, mna manung'uniko yoyote. Baada ya hapo endelea na shughuli iliyopeleka wewe. Nataka niwahakikishie katika utumishi wangu wa ukuu wa mkoa wa Arusha, nitahakikisha nafikika, ofisi yangu inafikika lakini wale mnaopenda sana kuja ofisini, mimi sio mtu wa kukaa ofisini, mimi nawafuata wananchi waliko, na sisi tumekubaliana tutoke, twendeni kwa wananchi. Nimepokea risala yenu, ni ya maandishi. Nataka niwahakikishie nitakaa na timu yangu, kila hoja mlioisema ifanyiwe kazi. Naweza nisitoe majibu ya kila hoja hapa. Lakini ahadi yangu, mmenitaka ofisi yangu iwe karibu na nyie, nawaahidi tutakuwa karibu, lakini pia na haya mliyoyasema tunayafanyia kazi. Nyinyi ni maafisa usafirishaji, ni kazi kama kazi zingine.